Ninakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo wa Nazareti yale hai. Ninamshukuru Mungu kwa neema hii ambayo ameiachilia kwangu a kusema na wewe unayenisikiliza na kuniangalia sasa hivi ninapokwenda kusema na wewe kwa habari ya maneno ya uzima. Mungu ni mwema maana katika ile Waefeso sura ile ya tano mstari wa kumi na tano hadi wa kumi na nane anasema tuangalie jinsi tunavyoenenda na zaidi tukiukomboa wakati, maana katika zama hizi tulizopo ni zama za uovu. Na ule mstari wa kumi na nane anasema tena, msilewe kwa mvinyo, lakini mjazwe Roho Mtakatifu. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa kuwa amenipa neema hii ya mimi kuweza kukufikia na kukuletea neno la uzima. Uh, kwa sababu zama hizi sio zama nzuri, ni nyakati za mwisho. Uh, kwa hiyo tunatakiwa tuukomboe wakati, kuihubiri Injili, kulitangaza neno lake ili watu waweze kumrudia Mungu, lakini watu waweze kuokolewa. Kwa hiyo kwa siku ya leo nataka nikupitishe kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana kwenda kusimama mistari michache sana, lakini ni ile sura ya kumi na mbili. Ukisoma sura ya kumi na mbili yote utakuja kuona ni matukio uh, ambayo Yohana alionyeshwa na Bwana Yesu ili atuletee sisi mimi na wewe na ukiangalia kwanzia mstari wa kwanza anaona ishara inatokea mbinguni, lakini baadae ukiangalia kwenye mstari wa saba pale anaonesha ile vita iliyotokea mbinguni, ambapo inaonekana ni Mikaeli na malaika zake ambao wako upande wa Mungu walisimama wakapigana na joka ambaye ni Ibilisi, lakini pia ule joka na malaika zake, Biblia inaonyesha kwamba wakapigwa na wakatupwa. Biblia inasema hata sehemu yao haikuonekana tena mbinguni, walitupwa kutoka mbinguni, wakatupwa duniani. Na baadaye anakuja kuona ingawa ametupwa duniani, Ibilisi na malaika zake anafanya tena vita na wanadamu. Maana ataona malaika anasema ole wa dunia kwa sababu yule mwovu ametupwa na yule mwovu ikumbukwe, ni mshtaki wetu, anatushtaki kila siku, anatushawishi tutende dhambi, anatushawishi tumkosee Mungu. Na tukishashawishika kama alivyofanya kwa baba yetu na mama yetu ambaye ni Adamu na Hawa, kimaliza kufanya hivyo, anaenda kukushtaki kwa hiyo hiyo. <laughs> Ndiyo kazi ambayo anaifanya shetani, na namna ambavyo shetani anavyofanya anafanya kazi kwa hila hila, maana yake ni werevu mkubwa sana kwa maana katika ile wa Efeso sura ya sita kuanzia ule mstari wa kumi hadi na kuendelea pale wa kumi na mbili anakuambia tuzivae zile silaha zote za Mungu ili tuweze kuzishinda hila za shetani. Shetani ni mwerevu sana, kwa hiyo anakusababisha wewe utende dhambi, yeye atendi anakusababisha wewe, anakushawishi. Ukishatenda dhambi, anaenda kukushtaki mbinguni. Ndio maana ukiangalia uh, ule mstari wa tisa anasema yule joka akatupwa, ile joka mkubwa wa zamani aitwa Ibilisi na Shetani au adanganyaye ulimwengu wote, akatupwa hata nchi na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Hiyo ni sura ya kumi na mbili kuanzia ule mstari wa tisa. Mstari wa kumi anasema nikasikia sauti mbinguni ikisema, sasa kumekuwa kumekuwako wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake, kwa maana ametupwa chini mshtaki wa ndugu zetu, yeye awashitakiaye mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Unaona, kwa hiyo hiyo ndiyo kazi ya shetani, kwamba yeye anakushawishi unatenda dhambi, alafu anaenda kukushtaki mchana na usiku. Sasa uh, ukisoma kwenye kitabu cha Wakorinto wa pili ile sura ya kumi ule mstari wa tatu, Biblia inasema maana ingawa tunaenenda katika mwili eh, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili, kwa maana silaha za vita vyetu zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome, tukiangusha mawazo, kila elimu inayojiinua juu ya elimu ya Kristo na tukiteka nyara kila fikra ziweze kumtii Kristo. Sasa kitu kikubwa ambacho nataka nikuonyeshe hapo ni ingawa tunaenenda katika mwili, yani sisi tunaishi katika mwili, lakini vita tunavyovifanya sio vya kimwili, kwa sababu hata silaha zetu sisi si za kimwili, ila ni za kiroho, kwa hiyo zina uwezo katika Mungu. Uh, silaha zile za, za kiroho ambazo zimezungumziwa silaha zote za Mungu ambazo zimezungumziwa katika Efeso sita kuanzia mstari wa kumi pale kuanzia wa kumi uh, yani, uh, na mbili kia maisha haki kifuani chepeo ya wokovu upanga wa roho ambao ni neno la Mungu ujifunge uh, utayari. Kwa hiyo ukiziangalia zile silaha zote, maanake, ukiwa nazo zile zinafanya kazi katika frequency au katika uwepo wa Mungu, kwa maana silaha zetu, silaha za vita vyetu zina uwezo katika Mungu. Sasa ipo hivi, uh, Biblia inazungumzia vita Biblia inazungumzia mapambano, Biblia inazungumzia uh, uadui baina ya uzao wa mwanamke ambaye ni, ni mimi na wewe, lakini huo uzao wa mwanamke utapambana na uzao wa nyoka. Sasa vita inaendelea. Ni namna gani unaweza ukaishinda hii vita? Sasa kikubwa hapa tunaenda kuangalia ushindi wa hii vita, ni kwa namna gani ambavyo katika hii vita ambao asili yake ilianzia mbinguni na inaendelea hadi sasa, ushindi wake au tunashindaje kwenye hii vita? Sasa simply ukiangalia kwenye hiyo hiyo Ufunuo wa eh, uh, sura ya kumi na mbili Ufunuo wa Yohana sura ya kumi na mbili mstari ambao nilitaka tuuangalie leo ni ule wa kumi na moja ambao unasema, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Huu ndo mstari ambao nilitaka nisisitize zaidi, naomba niurudie tena, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Wanazungumziwa wakina nani? Ndo hoja ya msingi. Maana vita inafanywa baina ya Mungu, lakini watoto wa Mungu, viumbe wa Mungu, lakini anayefanya vita ni Shetani na wale malaika zake. Ukisoma kwenye kitabu cha Ezekiel inasema Wakati yule joka anatupwa alikokota theluthi nzima ya malaika akashuka nao, kwa hiyo ana jeshi kubwa. Kwa hiyo siyo malaika ambaye au, sio vita ambayo ni ndogo, au sio vita ambayo ni nyepesi kama jinsi watu wanavyoiweza wanavyoiwaza. Lakini hata kama vita ni kubwa, Biblia inasema nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Sasa wao nao hao wakamshinda, ni wakina nani hao? Sasa, ili umshinde shetani, ili umshinde shetani na malaika zake, upate ule ushindi ambao unazungumziwa hapa, kwanza kabisa, lazima uwe upo chini ya Kristo kwa maana ya mwana wa Mungu. Kwa nini? tangu ulimwengu unaumbwa, tangu maisha kabla ya dhambi, dhambi imeingia mwanadamu wa kwanza Adamu, ameanguka kwenye dhambi, hadi hadi wakati wa Yesu, hakukutokea mwanadamu ambaye alimshinda shetani, hakukutokea hadi alipokuja Bwana Yesu ka asili ya kwanza ya ushindi wa mtu mwanadamu ambaye wa kwanza aliyeshinda alikuwa ni Bwana Yesu. Na alishindaje Bwana Yesu? alishinda kwa damu yake Bwana Yesu alishinda kwa damu yake na Uh, alichokifanya alichukua mamlaka yote ambayo alikuwa nayo shetani akawa nayo yeye. Maana shetani baada ya baba yetu Adamu na mama yetu Hawa kumtii shetani walifanyika watumwa, maanake Biblia inasema unafanyika mtumwa kwa yule ambaye wewe umekubali kumtii, yaani kanuni ya kiroho iko hivi yeyote ambaye utakubali wewe kumtii, akikwambia fanya kitu fulani ukatii, wewe unafanyika mtumwa. Hiyo ndo kanuni ya kiroho. Sasa Adamu alipewa mamlaka au mwanadamu wa kwanza alipewa mamlaka juu ya kila kitu, lakini aliyapoteza mamlaka yake baada ya kuobei kuku, ku au kukubali kumtii uh, iblisi alivyomtii yale mamlaka yote ya duniani yakamia ya kwa shetani. Na ndo maana utaelewa katika ile matao sura ya nne, wakati Yesu amepandishwa na Roho Mtakatifu ili akajaribiwe na ibilisi, shetani alimuonyesha fahari yote ya duniani alionesha mamlaka yote ya duniani, alafu akamwambia hivi vyote viko mikononi mwangu mimi, ninampa yeyote ninayemtaka na, na ukinisujudu ukiniabudu mimi nita nitakupa. Sasa fikiria pale shetani anamwambia Bwana Yesu ambaye ni mwana wa Mungu na ni Mungu kwamba vitu vyote, vyote viko mikononi mwake hivi vitu ambavyo shetani anasema vipo mikononi mwake vyote, dunia, fahari na kila kitu alivipata wapi? Kwa sababu biblia ukisoma kwenye Zaburi ya mia moja kumi na tano mstari wa kumi na sita inasema mbingu ni mbingu za Bwana, lakini nchi amewapa wanadamu. Sasa shetani hakupewa kitu. Mungu anatawala katika mbingu zake, ndo maana inasema mbingu ni mbingu za Bwana, lakini nchi kwa maana ya nchi dunia au ulimwengu na mifumo yake yote, Mungu alimpa mwanadamu. Sasa shetani hakupewa kitu, alivipataje? Alivipata wakati Adamu na Hawa walipokubali kumtii, kwa sababu ni kanuni ya kiroho kwamba yeyote utakayemtii unafanyika mtumwa kwake. Sasa Yesu hakumkatalia, alichokikataa ni kwamba kusujudu sababu imeandikwa tunatakiwa tumsujudie Mungu peke yake. Sasa basi, mshahara wa dhambi ni mauti, neno la Mungu ndio linaposema hivyo. Sasa Yesu ilibidi afe ili alipe ile penati ya kifo ambayo ilitokana na dhambi Sababu mshahara wa dhambi ni mauti. Mwanadamu alivyotenda dhambi, ilibidi apate mauti, ndio anakuwa amelipa lile deni la dhambi. Sasa Bwana Yesu alikuja akamwaga damu akautoa uhai wake akafa. Alivyokufa, kitendo cha Bwana Yesu kufufuka <laughs> yani kitendo cha Bwana Yesu kufufuka na kurudi tena duniani wake. Biblia naonyesha kwamba Bwana Yesu alipofufuka ile siku ya tatu alirudi duniani akakaa tena siku arobaini, aliishi tena duniani siku arobaini. Kwa hiyo maana yake Biblia inasema mauti imemezwa. Kwa hiyo alipokufa yeye, ambaye ni limbuko la wote waliolala, yaani yeye ndio mtu wa kwanza ambaye alikufa akafufuka, alafu yuko hai hadi leo, hajafa tena. Wengine waliofufuka walikufa a, tena lakini, yeye alivyokufa akafufuka yuko hai hadi sasa hivi. Kwa hiyo maana yake hana deni kwa nani? Hana deni tena la dhambi, shetani. Tunaposema mauti imemezwa, ule mshahara wa dhambi ni mauti. Yesu alisema utaka, Mungu alisema utakapokula matunda ya mti utakufa. Hakika maana kile kifo tayari hakina tena nguvu, kwa sababu hakiwezi kumua. Kwa hiyo yeye alilipa lile deni, alivyolipa lile deni kihalali kabisa akashuka kuzimu akamnyang'anya funguo za mamlaka, kwa mamlaka yote akawa nayo Bwana Yesu. Sasa Ufunuo sura ile ya tano ule mstari wa tisa na wa kumi Biblia inasema hivi: uh, na, nao waimba wimbo mpya wakisema, ulichinjwa kwa damu yako ukamnunulia watu wa kila lugha, jamaa, kabila na taifa. tano mstari wa kumi ukawafanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu nao wanamiliki juu ya nchi. Maana sasa aliyechinjwa eh, kwa damu yake maana yake ndo anazungumziwa mwana kondoo. Kwa hiyo alipochinjwa, maana yake, alirudisha au alilipa yule mshahara wa dhambi. Kwa hiyo damu ya Yesu ina thamani ya kununua watu na kuwarudisha tena ufalme na kuwafanya tena makuhani na kumiliki tena juu ya nchi. Ndio maana mstari huu wa kumi na moja kwenye ile sura ya kumi na mbili ya Ufunuo wa Yohana inasema, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Sasa ushindi upo kwenye damu, ushindi upo kwenye damu, na hii damu ni damu ya mwanakondoo wa Mungu ambaye ni Yesu Kristo Bwana wetu. Sasa yeyote ambaye anamwamini huyu, ule ushindi, yale mamlaka, ule ufalme na umiliki unakuwa upo juu yake, sawa. Sasa vita yoyote hapa duniani unaopigana nayo, hakuna namna utaweza kuishinda kama utakuwa hauna damu hauwezi kuitumia damu au hauna uhalali wa kuitumia damu ya Yesu Kristo. Nikondo, kitu cha msingi kwa ushindi upo kwenye damu. Ndo maana utaelewa kwamba hata hawa watu wenye wanaoabudu mizimu wanaoabudu miungu mingine kuna siri kwenye damu. Ndo maana ukienda hata kwa mganga kienyeji atakwambia alete damu ya ndege au lete damu ya, ya, ya kondoo aulete damu ya mbuzi, aulete damu ya kafara yoyote, hadi watu. Lakini damu ya Yesu ni juu ya damu zote, kwa sababu ni damu ambayo haina waa, damu ambayo haina uh, mushkeli wa aina yote. Ndio maana utakumbuka kuna kitu kilikuwa kinaendelea wakati wanamtafutia Yesu sababu za kumuua. Taona wakamtungia kila aina ya uongo ili aonekane ana hatia, kwa sababu hakuna kafara yoyote inayotolewa hata kwa mizimu hata inayotolewa kwa Lucifer yule kafara, mtu anatakiwa hawe hana kosa, awe hana itilafu yoyote. Kwa maana utaona wakati wanamshtaki wale wakuu wa makuani, wazee wa baraza, mafarisayo na waandishi mm, Pilato alisema Mbona mimi sioni tatizo katika mtu huyu? Mtu huyu hana hatia, hana kosa koda. Damu yake ilikuwepo imekuwa verified kwamba iko salama kabisa. Sasa basi, hoja ya msingi ni kwamba waka wakamshinda kwa damu ya mwanakondoo. Wakina nani? Kuna mambo mambo mawili ya msingi sana ambayo watu ningependa watu wafahamu. Jambo la kwanza, kuna hili neno linaitwa Mkristo, Mkristo ambao wingi wake ni Wakristo, ambao wingi wake ni Wakristo. Sasa hao kwa Kiingereza wanaitwa Christians, kwa umoja Christian, ambaye ni Mkristo. Alafu kuna Christians ambao ni wa Kristo kwa wingi. In ni terminology ya kwanza. Terminology ya pili ni Christ. Christ yenye kimilikishi pale juu ambayo ile Christ, yaani kwa Kiingereza anasema those au who belongs to Christ, yani aliye wa huyo Kristo kwa hiyo kwa mfano mimi nikitaka nijielezee nijitambulishe sasa kwa muktadha wa pili, nimesema wa kwanza, wanaweza kusema mimi ni Mkristo. Sasa mtu anasema mimi ni Mkristo, anamaanisha yeye ni Kristiani. Lakini mimi nikisema mimi ni wa Kristo, maana yake nasema I'm belonging to Christ. Yaani ni wa au mwanafunzi wa Kristo. Kwa hiyo kuna tofauti kati ya kuwa Mkristo na kuna tofauti kati ya kuwa wa Kristo, yani wa ilenye, w ile nye ndogo a ndogo afu ina Kristo inaanza na k kubwa. Kuna ile Wakristo ya w kubwa alafu ina Wakristo, lakini kuna wa w ndogo alafu, kama ninavyoiandika hapo ili uelewe. Sasa unaweza ukawa wewe ni Kristiani, Mkristo lakini usiwe ni wa Kristo. Unaweza kuwa wewe ni Kristiani kwa maana ni Mkristo, lakini usiwe ni wa Kristo. Alafu unaweza ukawa wewe sio Kristiani kwa maana ya Mkristo, lakini ukawa ni wa Kristo. Sasa basi, ambaye ana uwezo wa kumshinda Shetani kwa kutumia damu ya Kristo au damu ya mwanakondoo, ni wa Kristo. Ni wa Kristo ndo ana uwezo sasa. Uh, nao wakamshinda kwa damu ya mwanakondoo. Wakina nani? Ni wale ambao ni wa Kristo, those who belongs to Christ. Sasa hebu ngoja nikuonyesha hapa anikuonyeshe ukisoma Yohana mtakatifu sura ya kumi eh? ukisoma ule mstari wa kumi na nne Yesu anasema hivi, mimi ndimi mchungaji mwema, nao walio wangu nawajua, nao walio wangu wananijua mimi. Yeye ni mchungaji, walio wake wanamjua na yeye mwenyewe kama mchungaji anawajua. Sasa so, utakumbuka tukiangalia kwenye ile Luka sura ya nane uh, ule mstari wa ishirini uh, na moja. Luka sura ya nane mstari wa ishirini na moja, angalia ili ujio tofauti kati ya Mkristo kwa maana ya Christian na wa Kristo kwa maana ya uh, Christ's au those who belong to Christ. Mstari wa ishirini na moja anasema, akawajibu akasema, mama yangu na ndugu zangu ndio hao walisikiao neno la Mungu na kulifanya. Kule anasema walio wangu nawajua, nao wananijua, nao wanasikia sauti yake. Kwa hiyo wale wanaolisikia neno la Mungu na kulifanya, hao ndio wake, yaani wa wa kwake Kristo wa Kristo kwa hiyo angalia huu mstari uh, kwenye Yohana sura ile ya kumi uh, mstari wa wa, wa, wa, wa kumi na sita. Naomba niurudie alafu nishuke chini zaidi, na anasema uh, mstari wa kumi anasema na kondoo wengine ni nao ambao si wa zizi hili, na hao nao imenipasa kuwaleta na sauti yangu wataisikia, kisha kutakuwako kundi moja na mchungaji mmoja. Hasa anavyosema na kondoo wengine ninao ambao si wa zizi hili. Hii hoja hapa anazungumzia kwa habari ya unajua, kuna kitu kinaitwa Ukristo au Kristianiti, ni dini. Kuna watu ambao sio Wakristo lakini ni kondoo wake au ni ni ni, ni, ni, ni, wa, ni, wa, ni, wa, ni watu wake Kristo. Kwa sababu gani? Wanalisikia neno lake na kulitenda. Na kuna watu ambao ni wa Kristo lakini sio watu wake, sio wa kwake Kristo. Kwa hiyo sasa ninakushauri uwe kondoo wake, ninakushauri uwe mwanafunzi wake. Na Marko sura ile ya kumi na sita mstari wa kumi na tano na kumi na sita Bwana Yesu anatoa maagizo, anasema, nendeni ulimwenguni mwote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe, aaminie na kubatizwa ataokoka. Sawa. Kwa hiyo yeyote ambaye ameokoka kwa maana ya kwamba amemwamini Kristo akabatizwa ubatizo wa maji, kuonyesha kwamba ametubu amegeuka, amekubali kumfuata Kristo, amekubali kuwa mwanafunzi wa Kristo, amekubali kuingia darasani ili aanze kufundishwa na Kristo kupitia Roho Mtakatifu, akajazwa Roho Mtakatifu, huyo anaitwa wa Kristo, sio mkristo tena ni wa Kristo, kwa sababu amekubali, amekubali kugeuka, amekubali kufanyika mwanafunzi. Sasa na ile Mathayo sura ishirini na nane, mkawafanye wanafunzi wa, ukawafanye mataifa kuwa wanafunzi wa Kristo, sawa. Kwa hiyo yeyote ambaye analisikia neno na haishi kulisikia analitenda, huyo ndiyo wa kwake. Anamfata mchungaji mwema ambaye alikuwa tayari kutoa uhai kwa ajili ya ulimwengu. Huyo akiitumia damu ya Kristo anashinda na zaidi ya kushinda, kwa kuwa amejishikamana amejishikamanisha na yule mwanadamu wa kwanza kutokea katika uso wa dunia ambaye alimshinda shetani akamnyang'anya mamlaka akachukua funguo akafuta dhambi anatawala milele anaishi hadi sasa. Mungu akubariki na Roho Mtakatifu akusaidie Hichi ambacho tumejifunza leo kikakufaa ukakitafakari ili kiweze kukusaidia kwa utukufu wa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, amen. Baba, katika jina la Yesu, sante kwa wema wako na upendo wako, nakushukuru kwa neema hii uliyotupa wakati tumejifunza maneno yako ya uzima. Roho Mtakatifu, wewe ndiye mwalimu na kiongozi, zidi kutufundisha, mfundishe ndugu huyu ambaye amenifuatilia kuanzia mwanzo hadi mwisho, kaseme na moyo wake, kamsaidie, kamwongoze katika kweli yako, neema yako ikamfunike, Baba ukamwongoze, akaweze kukujua wewe, akapate maarifa haya, ili amsaidie kwa utukufu na heshima jina lako na mkabidhi mikononi mwako. Damu yako Yesu Kristo inaonena mema. Kamfunike, kamfundishe, kamtetee, kamlinde. Roho Mtakatifu jifunwe kama ukuta wa moto kwa utukufu wa jina lako, ni katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen.